He, mchezo umeuonaje wa leo, Simba Sports Club dhidi ya Singida Big Stars? Simba akiondoka mshindi goli moja mbele ya Singida. Ukisikia pinzani okay, wetu leo hii timu analeta uwanjani wa leo. Okay, ni, na wataka leo, leo hii kwa sababu ya wao kutokuleta timu uwanjani ni kuwaogopa. Wanayogopa Simba. Sabu Simba Yanga,

akapokea pasi nzuri mwa akampigia chaka kipa akampigia kambani kapo. Mtakutana na hawa wa Singida ambao mlikutana nao leo, unaona nini kwenye mchezo kulingana na kitu ambacho Simba wamekionyesha leo uwanjani? Singida ila ila acheze mpira, amheshimu Simba. Simba ishaiko kuna ubora, narudia tena kauli yangu kwamba Simba kuna mchocheo kimataifa, fainali ya juzi. Simba bado ipo, kuna moto ipo, kuna bora haijapoa.

anaingia fainali. Fainali tukutane Songea, tutaende Songea, yeah. Kila la